Usijizime data, unashindwa kujua kwamba mimi ni askari wa namna gani? Mimi ni askari ambao nawapa adhabu hawa wanaopiga kelele hawa hawa, eh, unashindwa kujua sasa. Nimewasikia kila kitu, mnataka kufanya uchunguzi. Hebu niambie uchunguzi gani, kabla sijaenda kumfikishia hizo taarifa Chief Buganda? ah ah Mbona sisi hakuna kibaya ambacho tumekizungumza hapa mimi na Amala eh? Mpaka leo uchukue hatua kabisa ya kusema kwamba wewe unaenda kumfikishia taarifa hiyo kiongozi wetu Chief Buganda kwa nini ufanye hivyo? Aha, kumbe hadi wewe ambaye unaaminika na Chief Buganda leo unaamua kumsaliti. Ndio sasa nachosema, mpo chini ya ulinzi, mpo chini ya makabati eh eh makabati tena. Ah. <laughs> Leo nimeamua kuwakamata. Nimewakamata sana. Leo nimewajambisha. Yaani kwenye siku ambayo nimejua kuigiza vizuri kabisa ni leo. Aki ya Mungu, sijasikia chochote tu. Nimesikia tu mambo hayo, hayo mambo ya uchunguzi hayo. Nimeona hapa mmesimama. Nikasema wale wakina nani? Mapolisi gani ambao wanakaa eneo langu la kazi? Eh, mimi nawapa adhabu watu hapo, napiga piga makelele, na ndio maana nikanyata, nikaja, nikakaa hapa nikaa nawasikiliza, ila sasa nimewajua, kuwachezea tekniki nzuri. Hey, oya, amala, alafu ule uchunguzi wetu inabidi uanze na huyu huyu. Ni kweli kabisa, kapteni, inabidi uchunguzi wetu uanze na huyu huyu. Huyu anafaa kabisa. Oya, we msinizingue, msinizingue kabisa. Ni uchunguzi gani huo? Unataka kujua? Tunamchunguza kila mwanaume ambaye hana nguvu za kiume, kisha wapo tunamkata kile kidude tunampelekea mganga ili tuwe matajiri tu. Sasa inabidi tu uchunguzi wetu tuanze na wewe Shabani. mm -hmm. Mm -hmm. Fyoko njomneguse uone, njomneguse, kwanza mtoke eneo langu la kazi, tokeni. Ukiwa kama wewe ni askari mkuu wa hii ngome ya Mpanda, basi kila mwanakijiji wa ngome hii ya Mpanda iwe tayari taarifa hii ishamfikia, sawa chifu? Kauli yako kwangu mimi ni sheria, afande mkuu ya hii ngome ya Mpanda. Vipi, mbona chifu kaondoka na wewe unataka kuondoka? Kwa hiyo mimi nibaki peke yangu hapa, si ndio? Hapana, Hapana, lakini kesho na kazi nzito sana chief kaniambia kwamba nisambaze taarifa hii kwa kila mwenye kijiji. Aha, kuhusu hilo ni sawa, mimi ndio ambao nimemshauri.